Tunajua Mungu ametuumba sisi wanadamu ametuwekea nguvu ya kufanya uchaguzi ndani yetu si ndio? Ametuwekea nguvu ya kufanya uchaguzi na kufanya maamuzi ndani ya mioyo yetu. Mungu tokea amwekee Mungu mwanadamu huo uwezo wa kufanya uchaguzi na maamuzi, hajawahi kumlazimisha mwanadamu hata siku moja. Matokeo yote yale ambayo yanatokana na maamuzi au uchaguzi ambao mimi na wewe tunayofanya leo yanapelekea aidha kukubali Mungu, kukubali sauti ya Mungu kulikubali neno la Mungu na kuliamini na kulikiri na kutuletea matokeo, au kulikataa maamuzi yote ambayo yanatokana na mwanadamu anayofanya. Ufunuo sura ya tatu msora wa ishirini Biblia anasema tazama, na simama mlangoni, na Mungu anazungumza Yohana anaandika akiwa kwenye kisiwa cha Patmos, anasema tazama, nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mungu ana tabia ya kumtembelea mtu, kuzungumza na mtu, yule anayesikia sauti ya Mungu akiipokea akiamini hiyo sauti ya Mungu, Mungu anaingilia kati jambo lake. Kwa lugha rahisi Kiswahili cha mtanza anasema, Mungu ajipendekeze. Anaangalia utayari mtu alionao. Ndio maana Biblia inasema, ukisoma maandiko yanazungumza, Yesu alipoiona imani ndani yake, alipoiona ngai imani ndani yake, alipoiona imani ndani yake, Yesu akafanya moja mitatu. Kwa nini mpaka aione imani ndani ya mtu ndiyo afane jambo? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anataka kuangalia utayari wa mtu. Kuna wakati Yesu Kristo akiwa katika mwili miaka elfu mbili iliyopita alikuwa anauzaga maswali ya ajabu kabisa. Anakutana na mtu, anakuta ni mdhaifu, ameparalaisi, mtu ambaye ni kipofu, anasema unataka nikuponye? Anamuuliza mtu swali, mtu mwenye uhitaji unaoonekana, damu na nyama Unataka nikufanye nini? Unataka nikutendee nini? Unataka nikuponye? Ni nini Mungu anachokiangalia ndani ya mtu? Anaangalia imani, utayari wa kuipokea na kuiamini ile sauti. Mungu hajawahi kufanya chochote kile Eti useme kwamba kwa kwa kuwa kwa kuwa tunasali kwa kwa kwa natumikia Mungu kwa kuwa kwa kuwa natoa sala kanisani, Bwana mwenyewe atajua. Hapana, lazima upokee ndani yako, uamini na ukiri unachokiamini ndio maana hata kama umeokoka umejaza roho mtakatifu, hata kama unahudhuria kanisani na ukosi, ukianza kujiwazia kinyume na Mungu anachokuwazia ukianza kuzungumza kinyume ambacho Mungu alichosema na kukuahidi kupitia neno lake, hata kama una roho wa Mungu udhaifu na uharibifu unakupata. Ni kwa sababu gani? Mungu ameshaweka hiyo automatic ndani ya ndani ya mwanadamu, kile unachokipokea na kukiamini na kukikiri ndivyo kinavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe, nisikilize vizuri. Tulisoma hapo katika kitabu cha waraka uh, kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa 17 na 18, anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hata hukumiwa, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee kwa Mungu ambaye Yesu Kristo. Tukasema kuna hukumu za aina mbili, kuna hukumu ambayo unapoisikia sauti ya Mungu, unapomkataa injili ya Yesu Kristo, automatically umekwisha kufanyaje kuhukumiwa. Lakini kuna hukumu ambayo inatokana na matendo na maneno na namna tunavyoishi hapa duniani sasa hivi, kwa hapo maisha ya baadaye ya ule, tutahukumiwa na kila kazi itapimwa na kila neno litathibitishwa tulilosema. Hapo chini amesema yoyote anayeamini jina la Yesu Kristo, jina la Bwana, kwa sababu Petro alisimama katika makusanyiko ya watu akawaambia na wazee wa dini Mafarisayo na Masadukayo, kwene andika Matendo ya Mitume sura ya nne mstari wa 12 akasema, hakuna jina lolote ile liwezalo kuleta wokovu zaidi ya jina la nani? La Yesu Kristo. Wakati wengine wana yataja majina ya miungu yao, liko jina la Mungu wetu, ambaye Yesu Kristo aliye juu ya vyote. Katika hilo jina ajali na kutaka itokee, magonjwa, maradhi, madhaifu, uchawi, uganga, ulozi, ushirikina, miujiza inapotaka ifanyike, yoyote anayiritia hilo jina. Ndio maana akasema kwenye Yeremia 33, 33. Amesema niiteni, andika 33, 33. Amesema niite na namindamwanane Nitaitika. Kwa yoyote anayeliitika katika hilo jina, ndio kuna nguvu ya nini? Ya uokovu, ndio kuna nguvu ya uponyaji, ndio kuna nguvu ya kuinuliwa unapopitia changamoto au uhitaji wa aina yote ile. Achana kutafuta jina la mjomba, achana kuangaika na watu, we paza sauti yako, mlilie Bwana, litie jina la Bwana, katika hilo jina ndani yake ndiyo kuna nguvu ya msaada, uleta wokovu takuweka Ameandika, kuna Wafilipi, andika Wafilipi wa sura ya pili mstari wa tisa amesema kwa kuwa Yesu Kristo alijishusha yeye, ambaye ni Mungu akaifanya ni mwanadamu wa kawaida, jina lake likainuliwa kuliko majina yote. Katika hilo jina, mpaka mstari kuna moja kusoma Filipi mbili pale, katika hilo jina kila goti litapigwa na kila kinywa kitakiri kwamba Yesu Kristo ni nani? Ni Bwana. ajina yako lipo jina moja tu liletao wokovu ileta uponyaji liitala uzima. Unaponitaja jina la Yesu Kristo kwa kuamini ndani yako na kwa kuelewa unayemtaja ni nani, utashangaa nguvu ya wokovu inainuka ndani yako. Utashangaa mapepo, roho chafu, utashangaa udhaifu unakuacha. Ni kwa sababu jina lina nini? Lina mamlaka, lina nguvu. Tumeachiwa jina, amesema mamlaka aliyopewa na baba yangu, limewapa ninyi mamlaka. Ya Kristo Yesu alipewa baba yake, ametupa sisi kanisa tunaomwamini mamlaka hiyo, mamlaka hiyo ipo ndani ya nini? Ndani ya jina la Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja ananielewa ninachozungumza? wala Yesu asipiwe. Kwa hiyo mambo ya roho yanafanyika kwa mtu kupitia maamuzi anayoyafanya mtu ndani yake. Warumi sura ya kumi Warumi sura ya kumi mstari wa tisa na wa kumi Biblia inasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu waamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Ukiamini moyoni mwako kwamba Yesu alikufa msalabani miaka elfu mbili iliyopita akazikwa, akafufuka, ukiamini katika kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo na ukakiri unachokiamini, kuna nguvu ya ufufuo inaibuka ndani yako inayoweza kuleta uponyaji, uzima na kupuka mbali na giza na wa. Ukiamini kwamba Yesu alifufuka alikufa, akafufuka msalabani, ukiamini na kukiri, hakuna kinachoweza ka kuamini kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo alifanya miaka elfu mbili iliyopita, utaona Wafano wa Pili, ach, Wafano wa Pili sura ya tano mstari wa kwanza leo 27 pale utapata historia ya yule kijakazi yule mtumwa, alikuwa anafanya kazi, alikuwa ni mfanyakazi wa mke wa Naaman yule jemedari wa jeshi. Alichukuliwa kama mfanyakazi nyumbani mwa mke wa, wa Naaman Naamani ambaye alikuwa ni jenerali wa jeshi, alikuwa, ukoma, wa Kizrael, alikuwa na ukoma, ngozi yake ilikuwa imeharibika. Yule kijakazi wa Kiisraeli alipomwangalia Naamani bosi wake, akamwambia mke wake wa Naamani akamwambia masta akienda kumwona nabii mmoja yuko kule Samaria, anaitwa nabii Elisha, ataponya huko ukoma wake. Nimemwona nabii Elisha akiponya magonjwa ya aina mbalimbali. Mke wake Namani akamwambia, huyu kijakazi wa Kiisraeli anasema moja mitatu. Namani aliposikia kwamba kuna uponyaji huko sehemu fulani, akapokea na akafanya maamuzi ya kuponyaje ya kwenda kwa uge kwa rahisi kuna itiada fulani ambayo inatokana na maamuzi ya mtu kuamua kufuata kile unachokisikia kinachotokana na Mungu. Biblia inapo alisema Biblia inasemaje? Alipokutana na nabii Elisha, na nabii Elisha akampa maelekezo, tukajichove katika mto Yordani mara ngapi? Mara saba. Alipojichove mara ya saba, ngozi yake ikawa kama ya mtoto mdogo. Hebu fikiria, angemdharau yule mfanyakazi wa ndani. Mungu anaweza kupitishia uponyaji wako kwa njia ya mtu yeyote yule, anaangalia tu utasikia utaamini. Sio lazima mitume na manabii wanaosimama madhabahuni, yoyote yule ambaye anamwamini Yesu Kristo, anayeamini katika nguvu ya Mungu anaweza kupewa maelekezo, anaweza akapewa ndoto au maono, akakupa maelekezo na ukayapuuzia, na kumbe ndio ukonaji wako ndiyo uzima wako, wanaweza siu, kuna mtu mmoja anaongelea wenye jamani. Naamani, jenerali, aliponywa na ule ukoma, kwa sababu alisikia kuna Mungu anayeponya kule Samaria kupitia nabii Elisha. Wako watu ambao walisikia kusiana na Yesu Kristo, na walipotii wakapokea ndani yao, wakapokea nguvu ya uponyaji. Yuko ni mwanamke watuba na damu miaka kumi na mbili, kwenye Mathayo sura ya 9 mstari 20 mpaka 22, Biblia sema, alisikia habari za Yesu Kristo, akadamiria moyoni, kisha akaenda na akasema, nikigusa tu vazi la pindo lake itako lazima uamue, lazima useme na moyo wako ndani yako, lazima ukiri na uamini ndani ya moyo wako. Mfano mwingine ni wa Jairus. Jairus binti yake alikuwa anaumwa mauti ya kufa kabisa, kwenye Marko sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 43. Akamwomba master Yesu, binti yangu anaumwa. Aliamini. Unajua kuna watu wengine wanaweza kuwa wako mauti, uti wako hoi hawana muda hata wa kwenda kanisani au hata wa mwamini Yesu, na mwamini kama yule yule askari yule akida, mfanye kazi wake tu, kija kazi wake alikuwa kule, akamwambia Yesu, najua mimi ni mwenye mamlaka, nikitoa amri walioko chini yangu wanafanya, tamka tu neno. Yesu akatamka neno. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaponywa huko mbali, kwa kuwa hakuna umbali katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kuna mtu yupo kanisani anaamini, nikimwombea huyo mtu nikimtangazia huyo mtu atapokea uponyaji kokote alipo.